Katika eneo la Kerio Valley lililokumbwa na msukosuko wa kiusalama, ikiwahakikishia wakazi usalama, jumla ya shule 54 za msingi na 19 za upili zilifungwa kufuatia visa vya utovu wa usalama na vilevile mauaji ya punde zaidi ya padri wa kanisa Katoliki. Agizo hilo limetolewa huku chama cha waalimu nchini kikitangaza kuwaondoa mara moja wanachama wake kutoka eneo hilo. Ben Kirui anaarifu. ni ibada ya misa iliyojaa majonzi na hisia kali iliyoandaliwa katika eneo la Chisongoch kwa ajili ya Padri Alois Cheruyot Bet wa kanisa Katoliki aliyeuawa kikatili siku ya Alhamisi. Tupate msamaha. Kutoka shambulio hilo lilipelekea kufungwa kwa jumla ya shule 73 zikiwemo shule 54 za msingi na shule 19 za upili. Hata hivyo, serikali sasa imeamuru shule zote kufunguliwa mara moja, ikiahidi kuimarisha ulinzi wa wanafunzi na walimu. Hatuwezi kubali, hatuwezi kubali hapa mara kwetu. Tunapambana na mambo ingine alafu <tune>haiwezi so, wazee, mpambane na vijana vile mlisema mtuletee hao wajambazi wawili watatu. Mimi ningewaomba tu walimu wetu wote wafanyakazi wa serikali kila mtu mkeni mwenye akogeria pale, tafadhali usiwe na wasiwasi kwamba sisi ni watu wabaya turudi tufanye kazi kwa pamoja, na tushirikiane, kwa kila jambo, na tukiona mtu mbaya tuchukue kama ni mtu mbaya. Tusiwafiche wakora. Akizungumza katika baraza la amani, naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat amewahakikishia wakazi, walimu, madaktari na maafisa wengine wa serikali kwa usalama wao huko imara. Naibu inspekta jenerali ametoa makataa ya siku tatu kwa wakazi kuwafichua waliohusika na mauaji ya padri huyo. Tutamaliza, tutaangalia hiyo listi ya probox, tumeelewana mtupatie mwenye alipiga risasi fadha, na mnajua tupate leo tupate kesho, wasee. Mumesema mnataka siku tatu, kweli? Kesho ni Monday, Tuesday, Wednesday. Wakati huo huo, kanisa Katoliki limewataka viongozi na jamii kushirikiana na vyombo vya usalama.